Nimeona mbegu mbalimbali ambazo wadau wametuletea kwenye kata yetu ya Dawari, wilaya yetu ya Hanang, mkoa wa Manyara. Tunawapongeza wale ambao wametoa maeneo yao. Na nini ninataka kusema kama serikali, nimeridhishwa na nimefurahishwa kwa kazi nzuri ya wadau na usimamizi mzuri wa maafisa kilimo kwenye hili shamba. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wanahanang wenzangu wote, wilaya nzima, kata 33 na vitongoji vyake pamoja na vijiji Afisa kilimo nilitamani, najua umefanya kazi kubwa, na vijiji umesema umetembelea vijiji 80 na ngapi na 85, kutoa shamba darasa, lakini ukiangalia bado haikidhi, kwa sababu leo hapa ukiona ni kata moja tu, na ni wananchi sio wote, wengi saizi wako shambani na shughuli zao nyingine mbalimbali. Je, yule ambaye hajapata hii elimu ya hapa tunafanyaje? Kwa hiyo hilo ni homework ambao ni kuachie uweze kuitafakari uone, kama wewe afisa wetu wa kilimo wa wilaya, na mkurugenzi bahati nzuri yupo atusaidie kutengeneza mpango kazi kwamba kila kitongoji sio kijiji, kila kitongoji kiweze kupata hii elimu, kwa sababu tunapolima kitaalamu, unakuta badala ya eka moja kupata gunia kumi au kumi na tano tunapata zaidi ya gunia hizo, na hasa kwenye mahindi. Wanasema ukilima kitaalamu unapata gunia mpaka thelathini mpaka thelathini na tano lakini sasa ile tunapanda tu kiholela hatuwezi kuona tija ya nini mazao yetu, na ukizingatia Mheshimiwa Rais anahimiza sana kilimo biashara. Wizara ya kilimo, namshukuru sana, tunamshukuru sana waziri wetu Hussein Bash kwa kazi kubwa ambayo anahangaika na sisi wakulima, anafanya kazi nzuri na kubwa sana. Kwa hiyo sisi tuliokuwa chini inabidi tuone serikali yetu inafanya inasema nini. Kwa hiyo mimi ni waombe sana wananchi, hii sherehe ya leo hapa ya wakulima sio sherehe ndogo na nilitamani hata ingekuwa kiwilaya watu wote waka, wakaona kwamba kumbe kilimo kina umuhimu gani. Lakini sisi tuliokuwepo hapa wananchi wenzangu, ni kwamba tupeleke elimu kwa wakulima wenzetu ili tuweze kupata tija, kwa sababu yawezekana ukawa na heka zako moja na ukajidharau, ukasema mimi sina fedha, kumbe ukienda kwa afisa kilimo akakueleza utaalamu ambao hauna gharama ni wakati natembea hapa, afisa kilimo ananiambia hapa tumepima na nini na kamba. Nani ambaye mkulima anashindwa kununua kamba? Hakuna. Lakini pia tunasema tunakwepa kwa sababu ya gharama ya ile kuotesha kwa mtu kwa mtu. Lakini pia na wenyewe ukiangalia, sawa utapata gharama awamu ile ya upandaji. Lakini je, kwenye kuvuna tunapata faida? Kwa mimi, niombe maafisa kilimo hii sasa iende kila kijiji. Ni washukuru wadau wote wa kilimo ambao tumekusanyika hapa, kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana. Kazi hii ambayo kwa kweli imetufanya tukutane hapa ni ya kupongeza sana, na tunawashukuru sana sana sana sana, bila kumtaja mmoja mmoja, lakini niseme kwamba kama halmashauri tuendelea kushirikiana na wadau wote wa kilimo na hasa hao ambao tuko nao hapa, tuendelea kuwapatia ushirikiano wa pekee ili kwamba waweze kutusaidia na kusukuma gurudumu la maendeleo katika nchi yetu, lakini hasa katika halmashauri yetu ya wilaya Hanang, na katika kuhakikisha kwamba tunasaidia katika kuleta tija kwa wakulima na kuwakomboa ili kuongeza uzalishaji wa chakula, lakini pia kuongeza uhakika wa chakula miongoni mwa wakulima wetu na kuongeza pia mapato ya halmashauri, kwa sababu kilimo ndio chanzo kikubwa, ushuru wa kilimo ndio chanzo kikubwa cha mapato ya halmashauri kwa hiyo pia tukishirikiana kwa pamoja, tunajua kwamba pia mapato ya halmashauri yataongezeka, na tunafahamu kwamba mapato ya halmashauri yakiongezeka, basi tutapata eh, kipato kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, kwa sababu lengo hasa la halmashauri ni kutoa huduma, na ndio hasa madhumuni ya halmashauri, mission ya halmashauri ni kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tukipata mapato mengi au makubwa zaidi, pia tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kutoa huduma kwa wananchi kupitia miradi ya maendeleo na shughuli mbalimbali ambazo zinatekelezwa na halmashauri yetu ya wilaya Hanang. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, kama ambavyo wote mnajua na wananchi, Serikali imekuwa na mipango na programu mbalimbali za kuwezesha wananchi. Moja ya programu kubwa ambayo tunaitekeleza kwenye nchi yetu ni programu ya uendelezaji wa sekta ya kilimo awamu ya pili, inaitwa ASDP phase 2. Programu hii inashirikisha wadau mbalimbali ikiwemo serikali, moja kwenye eneo la uendelezaji wa sekta ya kilimo kwenye mnyororo wa thamani kwenye mazao. Sasa kwenye eneo letu hili tutaona uharisia wa namna ambavyo programu hii inatekelezwa kwa serikali kushirikiana na wadau mbalimbali, moja kufikisha teknolojia bora na mbinu bora za kilimo kwa wakulima. Hii elimu ndio tunayotakiwa kuisema na ndio tunawaambieni wakulima, kilimo biashara, kilimo cha uchumi ni hiki, sio kilimo kile cha kawaida cha alimradi nimelima Eka 40, eka 30, alafu mwisho wa siku tunavuna gunia ngapi? Tisa. Kwa hiyo unakuwa umetumia gharama kubwa za kilimo ukilinganisha na mapato tutakayokuja kuyapata.